Maisha yake ya utotoni, Charles Martin Hillary aliishi pia na nyanya yake, bibi mzaa mama aitwaye Louis Kaleza, ambaye ndiye aliyekuwa chanzo cha Charles Martin Hillary kuipenda tasnia ya habari na utangazaji. Bibi Louis Kaleza alikuwa mtu anayeipenda sana lugha ya Kiswahili na pia kila mara alimfundisha misamiati ya Kiswahili na matamshi yake na mara kadhaa alimsikia akikosoa utamkaji wa maneno. Vile vile, bibi yake huyo Charles Martin Hillary alikuwa mtu wa kufuatilia sana habari na kusoma magazeti, na alipopata matatizo ya macho kwa sababu ya uzee, alikuwa msikilizaji na mfuatiliaji mzuri sana wa redio. Na hasa alisikiliza taarifa za habari na makala za Radio Tanzania, Radio Zanzibar na BBC. Kuna wakati Charles Martin Hillary aliigiza kutangaza mbele ya bibi yake na ambaye alikuwa akimrekebisha matamshi, basi kupitia bibi huyo ndio Charles Martin alivutiwa na utangazaji.